Hivi kwanza, okay, nianze kwa kauli ya aliyekuwa rais wa Ufaransa Jacques Chirac. Alisema bila Afrika, Ufaransa itaporomoka kuwa third world country, kuwa dunia ya tatu, na ndo halisi ambayo tunauona. Na kuna makala tuliifanya, kama unakumbuka, ni takwimu ambazo zilionyesha mpaka kufikia eh, baada ya miaka mitano hii ilikuwa ni baada ya ku, ku, ku Niger, Burkina Faso, Mali kutoka katika mfumo wa francophone. Kwa sababu zile nchi unajua, unasikia ukisikia ah, francophone ni nchi ambazo zilikuwa zinatawaliwa na Ufaransa, ukisikia anglophone ni nchi ambazo zilikuwa zinatawaliwa na muingereza na vitu kama hivyo. So wao baada ya kujitoa, uh, waliathirika na inaonyesha kabisa kwamba ndani ya miaka mitano hali yao itakuwa mbaya kiasi gani, na miaka mitano haijafika hali tumeiona, ila hapa ndo utajiuliza mara mbili mbili. Moja wa masapota wakubwa wa, wa Ukraine ni Ufaransa, wana Macron yuko ni mstari wa mbele kabisa kupigana pigana, yuko tayari kupeleka wanajeshi wa Ukraine, anatoa misaada yao ya kijeshi na vitu kama hivyo, lakini ukiangalia mwenyewe hali yake nyumbani kwake iko hivyo, kwahiyo pia utakuja kujua kwamba hizi serikali hazijali raia wao. Nakumbuka alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani uh, wakati ndo vita vinaanza, kasema tutaisaidia Ukraine kwa nchi yoyote hata kama itakost Ujerumani, na mwisho wa siku hali halisi ndo hiyo, inawakost Ujerumani. Na hii ni moja pia ukiingia kwenye plan ya vita hivi ambavyo uh, iliandaliwa na, uh, think tank nilisha kuiongelea mara kadhaa jina limenitoka kidogo uh, uh, the Rand Corporation the game plan was ma, yani unajua Ulaya ilifikia uchumi wake ulikuwa unafanya vizuri sana walikuwa wako vizuri sana kabla ya hivi vita vya Ukraine kiasi kwamba ilikuwa inapunguza leverage ya Mmarekani kwao, kwahiyo Marekani alihitaji jinsi ya kuidhoofisha Ulaya, na moja ya jinsi ya kuidhoofisha Ulaya ndo hii. Kwahiyo na ukiangalia sasa hivi uh, Ujerumani tuliongelea hapa juzi kati mpaka wako uh, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa kama sijakosea, very soon huenda wakahitaji kupata bailout ya IMF jinsi hali ilivyokuwa mbaya. So kwa ufupi, wenzangu wameongea kwa, kwa urefu. Hiyo ndio hali ilivyo, yaani unakuta wao wanaendelea, hizi nchi zote Ujerumani Ufaransa uh, na wengineo wanaendelea.